Wasemaji waliwahi kusema ya kuwa vunja mfupa kama meno bado yapo, alafu wakaongeza ya kusema ya kuwa ni kama moshi ukipotea haurudi tena, kisha wakaofananisha na maji ya moto ambayo hayachelewi kupoa. Wewe mwana chai ya moto namna hii rafiki yangu yako nini kuniunguza? Wewe vipi mshikaji wangu wewe, misemo yote hii mitatu inamaanisha thamani ya ujana. Je, vijana wanafahamu thamani walionayo? Kuna kijana aliyefata ushauri wa rafiki yake akasonga mbele. Wanapenda mishangazi, sijui mishangazi, so wote kwamba wanakuwa wanajema vipi pesa itatumika ili kukuza uchumi wa nchi. Vijana wa Kitanzania, elimu na fedha ya uchumi, kiukweli hatuna. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Khalid Omar katika kipindi cha Sauti za Vijana, mwanga mpya kwa kizazi kipya.